Mafanikio tunayopata kwenye nchi yetu kwenye sekta ya afya ni jitihada za rais mwenyewe na mafanikio ule, tabia ya mahusiano aliyoyajenga kwenye nchi hii. Nyie mnakumbuka wataalamu wetu wa afya wanapokwenda mataifa ya nje kwenda kuomba nafasi fulani, ili zichukuliwe na Watanzania, tumekuwa tunafanikiwa wakati wote. Hata ndugu yetu hayati eh, ndugu lile alipokwenda kugombea nafasi ya WHO barani Afrika tulipata nafasi ile. Ni kwa sababu ya mahusiano mazuri. Naomba niwape taarifa kwamba Profesa Janabi alikuwa anaenda kugombea nafasi ile na taarifa ambayo tumezipata hapa, ameshinda. Na kwa hiyo Profesa Janabi sasa atakuwa mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika kwa ushindi aliopata huko duniani leo na hii ni kwa sababu ni kwa sababu ya rais amejenga mahusiano mazuri, na mataifa mbalimbali yanaendelea kutuunga mkono, na tukiomba kitu tunafanikiwa. Naona kama wale wasingekuwa na mahusiano mazuri na sisi, Profesa Janabi asingepata. Na wote mnamjua Profesa Janabi, si mnamjua, si mnamjua hata kwa kumsikia he? Sasa ni mkurugenzi wa kanda ya Afrika Shirika la Afya Duniani. Tumpigie makofi jamani, popote alipo. Eh, ni mafanikio makubwa sana, na tunamshukuru eh, Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kutufungulia milango inayotutambulisha kwenye mataifa mengine. Hii ni heshima kubwa kwetu sisi.